Wanawindanawindana windana na bosi. Bosi akiwepo wanafanya kazi kwa bidii, bosi akiondoka wafanye kazi, kwa sababu kazi hawajatengenezewa tabia ya kupenda kazi tokea utotoni. Hii ni maalum kwa watu ambao wana watoto na wale ambao wana mpango wa kuwa na watoto kwa baadaye. Kama huna mpango wa kuoa wala kuwa na mtoto, ondoka, hii posti haikuhusu. Asante. Nafikiri wameondoka sasa. Wale ambao mna mpango wa kuwa na watoto au wale ambao tayari mna watoto nisikize kwa makini. Kama unataka watoto wako waje kufanikiwa sana kiuchumi baadaye, tena wafanikiwe kwa kuwahi bila kuchelewa, fanya mambo haya matano, ni ya muhimu sana. Narudia, kama unataka kuja kutengeneza kizazi cha watoto ambao wanajielewa, wanautambuzi binafsi na wanaweza kufanya kitu cha kimaendeleo wakafanikiwa kiuchumi kwa haraka bila kuchelewa Yaani waweze ku kuwa on time kukimbizana na muda kukimbizana na umri wafanikiwe kwa wakati. Wasaidie kufanya hayo mambo makubwa matano. Moja. Wafundishe kufanya kazi. Si wadekeze. Si wadekeze, wafundishe kufanya kazi. Kama kuna kazi ambayo unafanya kama wanavyofanya Wahindi. Dukani wakiwa likizo wapeleke dukani wafundishe mauzo, wafundishe biashara. Unafanya kilimo, unafanya ufugaji, wafundishe waelekeze. Kama Wamasai wanavyofanya, kuwasaidia watoto kuanza kujifunza namna ya kufuga na kadhalika. Waelekeze. Mtoto umleavyo ndivyo akuavyo. Ukimfundisha mtoto kufanya kazi ataona kazi ni maisha, ataona kazi ni kitu cha maana. Ukimwendekeza kumzoesha kumlemaza ataona it is okay. na kwa nini watoto wengi ni wavivu, ni kama hawajielewi? Ni kwa sababu tumewaaminisha kwamba shule ndio itakao kuja kuwakomboa. Tumewaaminisha kwamba elimu ndio itakao kuja kuwatoa kimaisha. Tumewa tumewaweka mbali na masuala yanayohusiana na uzalishaji. Hilo ni tatizo. Nikufikirishe tu labda kidogo. Fikiria kama mtu mzima tu mwenye akili timamu mtoto kuanzia anapozaliwa mpaka aje kuwa na miaka ishirini, ishirini na mbili, ishirini na tatu, amemaliza chuo ndo aanze kufanya kazi ya kuingiza kipato. Akili iliyotengenezwa pasipo kushughulika kwa miaka zaidi ya ishirini na tatu inakuja kubadilika lini kutengeneza mentality na tabia ya kupenda kazi? Ndio maana waajiriwa wengi unakuta wanawindana windana na bosi bosi akiwepo wanafanya kazi kwa bidii, bosi akiondoka wafanye kazi kwa sababu kazi hawajatengenezewa tabia ya kupenda kazi tokea utotoni. Mfundishe mwanao kufanya kazi, na aone kazi ni ibada, aone kazi ni kitu kikubwa, aone kazi ni maisha. Jambo la pili, nunulie vitabu, mfundishe elimu ya fedha, mpatie vitabu. Chukua kwa mfano pakeji kama hiyo, kitabu cha Nguvu ya Pesa kina unlock mindset ya mtu kuanza kuona fedha ni kitu cha maana na kinahitaji attention. Chochote usichokipa attention hakiwezi kukupa motivation. Whatever don't give attention can never give you motivation. Kuna watu wanaona kabisa kama wanakula wanakunywa, wanaishi, wanategemezwa, wanapewa kila kitu, ni kama money is no longer an issue, yani kama vile kama wanakula, yani kama wanapata vitu vile basics kama vile pesa sio inshu. Ndio maana watu wanaridhika kukaa tu hata bila kufanya kazi, kwa sababu wanaona kwa vile wanalishwa, wanakula, wanavaa, wanalala, wanaona kama vile pesa sio kitu, lakini pesa ni ya muhimu sana. Let people understand the importance and value of money. Nguvu ya pesa. Lakini jambo la tatu, wafundishe watoto wako kuhusu nidhamu ya fedha, pesa wasio wanatumia ovyo ovyo. Ukiwajengea nidhamu ya fedha mapema, watakuja wakushukuru sana. Watakuja wawe watu ambao wako makini. Usione watu wanaingia kwenye kwenye ajira, mishahara ikutana na mshahara mwingine ni mshahara A au kutana na mshahara B, nadhania ni nini? Walishatengenezewa mazingira ya consumption mentality, inaitwa tabia ya kula kula, kila pesa inayofika hapa consumption mentality. The mentality that tells somebody about what to buy, not how to make money, how to multiply money, how to increase your value, to increase your cash flow. Watu hawawazi hivyo vitu kwa sababu hawajatengenezwa kwa namna hiyo mentality. Kinachomjaza mtu ndicho kinachomtoka. Kama mtu hajafundishwa kuhusu nidhamu ya fedha, hawezi kuona umuhimu na uthamani wa fedha. Na ataitumia hovyo hovyo. Watoto wafundishwe hivi vitu wangali bado wadogo. Na kwa kufanya kitu cha maana mno kwenye maisha yako na kwenye maisha yao, kwa sababu mwisho wa siku, usipowatengenezea future bora watoto watarudi kukulemea. Watarudi kukulemea. Na watakusumbua kweli kweli. Na by the way, hatusomeshi watoto ili waje watulee sisi. Tunawatengeneza watoto ili waje watengeneze watoto wao na kizazi chao. Unanielewa vizuri? so Take care watoto ili baadaye waje wawe ni watu wa maana kwenye jamii, sio mzigo kwako. Hilo ni jambo la muhimu sana. Kwa mfano, hicho kitabu ukiwanunulia kwa hicho cha mwongoza nidhamu ya fedha kitawajenga kita wa sana kuwa, kuwaonesha namna ya kupangilia mapato na matumizi. Wanaanza kurekodi kila pesa inayoingia kwenye mikono yao. Ni la muhimu sana, hata kama hujaanza kutengeneza fedha, wajengee nidhamu ya fedha, waone umuhimu matumizi ya muhimu, namna ya kupunguza matumizi sio ya lazima. Na vitu kama hivyo. Tell them, teach them. Sio kama ajali, wafundishe. Success is never an accident, it is a process. Mafanikio sio ajali, ni matokeo ambayo yametengenezwa. Ndio maana nikasema, kama hauna mpango wa wewe kuja kufanikiwa au kuja kulea watoto kuja kuzaa watoto, achana hii post. Nasema wale tu ambao wana mpango wa kuja kuwa na watoto au wana watoto, hii post ni ya kwako na ni ya muhimu sana. Wafundishe watoto nidhamu ya fedha. Jambo la nne, wafundisha watoto umuhimu wa kuchagua marafiki bora, marafiki wenye akili timamu, marafiki wenye tija, marafiki ambao wanajielewa. Teach them, kwa sababu watoto wanaharibiwa na marafiki makundirika, hizi peer groups, wavuta bangi, watu wasiojielewa, watu wanafanya vitu vya hovyo ni watu na wakisha kuwa karibu Ndo ile inayosema kwamba two people can never move together unless they are agreed. Watu hawezi kuwa pamoja isipokuwa wamekubaliana, wamepatana. Kuna vitu fulani wanakuwa kama wana, wana, wana share in common. So let wise people move with wise people. Waache wenye hekima watembee na wenye hekima ili waambukizane hekima. Watoto wasipokuwa na marafiki wenye hekima, watakuwa ni watoto mizigo watakuwa na watoto wasiojielewa na watapotezwa na wanaweza kapotea kwenye ramani ya maisha. Wafundishe watoto umuhimu how to choose friends to teach them, wafundishe jambo la tano na la mwisho, wafundishe kitu kinaitwa saving and investment, akiba na uwekezaji. Wafundishe kutunza pesa, wafundishe kuweka pesa, lakini anza kuwafundisha zile baby steps. Wafungulie kama na account ya UTT wafungulie kama ni uh, fixed deposit, japo sishauri sana hizi fixed deposit za makampuni ma haya ya benki ya kuhifadhi hela huko, iwe ni kwa ajili ya plani ya muda mfupi, lakini sio long term plan. Wanunulie kama ni wafundishe labda kununua kuku, labda kununua mbuzi. Wafundishe elfu mbili right? yeah. Eh, na ishirini na moja a nilipata mwaliko kwenda kufundisha semina mkoa wa Mara Wakati nafundisha semina, kuna dogo mmoja nakumbuka alikuwa anaitwa Rioba, Rioba kitu kama hicho. Yule dogo alisema kwamba alivyokuwa darasa la tatu, alienda kusanya kuni akaziuza akanunua kuku. Alivyonunua kuku, kuku akazaliana, walivyozaliana akauza baadhi ya kuku akanunua mbuzi. Mbuzi walivyozaliana akauza mbuzi akanunua ng'ombe. By the time of 2021, wakati naongea naye alikuwa form 3, alikuwa na ng'ombe watatu, ana mbuzi na ana kuku. Manake nini? Uwekezaji ukianza mapema unafanikiwa mapema. Watoto wafundisheni umuhimu wa kuwekeza, na watapata motivation kuanzia kwenye kuweka akiba. Teach them. Kuna mahali kwenye kitabu cha tajiri mmoja anaitwa Suleiman. Nafikiri wote tunamsikia na kumfahamu. Suleiman, kuna kitabu kimoja alikuwa anaandika methali, methali za kutoa hekima, kwenye sura moja inaitwa sura ishirini na mbili, mstari wa saba anasema mlee mtoto katika njia impasayo naye hataiacha hata atakapokuwa mzee, mlee mtoto katika njia inayompasa hataiacha hata atakapokuwa mzee, kuanzia mstari hata hata hata hata wa ishirini, mstari wa sita na wa saba anasema tajiri umtawala maskini anasema na akopae ni mtumwa wake akopeshae hivi vitu ukimfundisha mtoto kwamba kukopa, kukopakopa na nini na vitu kama hivyo, tamsaidia kumjenga sana. Ndio maana nimeandika kitabu cha mikopo na madeni. Nafikiri hili ni somo la muhimu sana, ambao natakiwa kulitunza na kulisave, ili uendelee kuwafundisha watoto kuhusu namna ya kuenenda katika njia ya mafanikio. Watafanikiwa sana wakifundishwa hivi vitu mapema.